Unajua kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa haraka huku wengine wanahangaika maisha yote? Siri iko kwenye jinsi wanavyotumia maarifa yao, ubunifu wao, maamuzi yao na uvumilivu wao. Napoleon Hill alitufundisha kanuni rahisi lakini zenye nguvu ambazo zikishikiliwa zinaweza kubadilisha maisha yako. Haya yote yamo kwenye kitabu cha Think and Grow Rich. Kanuni ya nne ujuzi maalum, specialized knowledge. Napoleon Hill anasisitiza kuwa elimu ya jumla peke yake haitoshi kumfikisha mtu kwenye mafanikio ya kifedha au ya kimaisha. Duniani kuna watu wengi wenye elimu ya darasani, lakini hawajafanikiwa kiuchumi, kwa sababu hawajui namna ya kutumia elimu hiyo kwa vitendo. Kinachohitajika ni ujuzi maalum, uwezo wa pekee katika eneo fulani ambalo linaweza kutatua tatizo au kutoa thamani kwa jamii. Ujuzi huu unaweza kujifunza kupitia elimu rasmi, mafunzo ya vitendo, au hata uzoefu wa maisha ya kila siku. Mtu mwenye ujuzi maalum ana nafasi kubwa ya kutengeneza kipato, kwa sababu anaweza kutoa huduma ambayo si kila mtu anaweza kutoa. Mfano halisi ni fundi umeme mwenye uwezo wa kutengeneza mashine za viwandani. Huenda hakumaliza chuo kikuu, lakini ujuzi wake maalum unamwezesha kupata kazi kubwa kuliko mtu aliye na shahada ya nadharia pekee. Elon Musk pia ni mfano wa mtu aliyejenga utajiri kupitia ujuzi maalum katika engineering na physics, kisha akautumia kuanzisha makampuni kama Tesla na Space X. Kwa mfano, kawaida, mama anayejua kupika vyakula vya asili kwa ladha ya pekee, anaweza kuanzisha mgahawa na kufanikiwa kwa sababu ana ujuzi maalum unaoleta thamani sokoni. Mafunzo, elimu ya jumla peke yake haitoshi, bali tunahitaji maarifa ya kipekee ambayo tunaweza kuyatumia kutatua matatizo ya watu. Kadri ujuzi wako unavyokuwa nadra na wa kipekee, ndivyo thamani yako sokoni inavyoongezeka. Jifunze jambo moja kwa undani, litakuwa silaha yako ya kujipatia nafasi ya kipekee kwenye maisha. Kanuni ya tano, ubunifu imagination. Hii anasema kwamba kila kitu kikubwa duniani huanza kama wazo. Wazo hilo hupitia hatua ya ubunifu kabla halijawa ukweli. Kuna aina mbili za ubunifu: ubunifu wa kuchanganya mawazo yaliyopo synthetic imagination, na ubunifu wa kuleta kitu kipya kabisa creative imagination. Bila ubunifu, mtu ataendelea kutumia njia za zamani na kushindwa kuona fursa mpya. Mfano mzuri ni Walt Disney aliyewahi kuota ndoto ya kuunda bustani ya burudani Disneyland, wakati wengi walidhani haiwezekani. Leo hii Disneyland ni moja ya alama kubwa zaidi za utalii duniani. Katika mazingira ya kawaida, fundi anaweza kutumia ubunifu wake kubadilisha baiskeli kuwa chombo cha biashara. Kwa mfano, kutengeneza gari dogo la kusukuma mizigo au kubadilisha pikipiki ya kawaida kuwa bodaboda. Hata mfanyabiashara mdogo sokoni anapotafuta namna ya kuvutia wateja, labda kwa kufunga bidhaa kwa ubunifu au kwa kubuni mbinu mpya za matangazo, anakuwa anatumia kanuni hii. Mafunzo, wazo lolote kubwa linaanza kichwani. Ubunifu hutufanya tuone fursa pale ambapo wengine wanaona matatizo. Bila ubunifu, hata ujuzi maalum unakosa mwelekeo. Tumia mawazo yako kubuni njia mpya za kutatua matatizo, kwa sababu wazo moja linaweza kubadilisha maisha yako yote. Kanuni ya sita: mipango iliyopangwa, organized planning. Wazo na ubunifu hayawezi kufanikisha kitu bila kuwa na mpango wa utekelezaji. Hill anasema kuwa kila mtu anayetaka kufanikiwa, lazima atengeneze mpango madhubuti unaoelezea hatua kwa hatua za kutimiza malengo. Mipango hii inapaswa kuwa ya vitendo na inaposhindikana, mtu hapaswi kuacha kabisa, bali kurekebisha na kuboresha mpango huo. Mfano ni kampuni ya Safaricom nchini Kenya iliyopanga vizuri uzinduzi wa huduma ya M-Pesa. Walihusisha wataalamu wa teknolojia, masoko na huduma kwa wateja na matokeo yake ikawa huduma ya kifedha inayobadilisha maisha ya milioni. Vivyo hivyo, mtu anayetaka kuanzisha biashara ya kuuza nguo za mitumba lazima apange: atapata mtaji wapi, atanunua wapi bidhaa, atawafikiaje wateja, na ataendesha biashara yake vipi kila siku. Bila mpango wa aina hii, hata wazo zuri linakufa kabla halijakuwa mafunzo. Kila ndoto haiwezi fanikishwa bila mpango. Mipango ndiyo daraja kati ya wazo na matokeo. Bila kupanga tunabaki na ndoto zisizo na uhalisia. Tengeneza hatua ndogo ndogo za utekelezaji, kisha uzifuate kwa nidhamu. Ndoto bila mpango ni sawa na safari bila ramani. Kanuni ya saba: Uamuzi, Decision. Moja ya vikwazo vikubwa kwa watu wengi ni kushindwa kufanya uamuzi kwa wakati. Hill anasema watu wenye mafanikio hufanya maamuzi haraka na kusimamia maamuzi yao kwa uthabiti, huku wakibadilika polepole pole, iwapo ushahidi mpya unawashawishi. Watu wasiofanikiwa huchelewa kufanya maamuzi au huacha wengine wawafanyie maamuzi, hali inayosababisha kupoteza fursa. Mfano halisi ni Jeff Bezos, aliacha kazi yake ya benki yenye mshahara mkubwa ili kuanzisha Amazon. Wakati huo biashara za mtandao hazikuwa kubwa, lakini alifanya uamuzi thabiti na akausimamia. Hadi leo kampuni hiyo imekuwa mojawapo ya kampuni kubwa zaidi duniani. Kwa mfano kawaida, uamuzi ni jambo dogo, lakini lenye matokeo makubwa, kama kuwekeza kipato kidogo kila mwezi kwenye chama cha ushirika sako, badala ya kutumia pesa hovyo. Maamuzi kama haya yanatengereza msingi wa utajiri baadaye. Mafunzo. Ukosefu wa maamuzi, kuchanganyika, kuahirisha, kuogopa ndicho kizuizi kikubwa cha mafanikio. Mtu mwenye ujasiri wa kufanya maamuzi haraka na kwa uthabiti anapata fursa kabla hazijapotea. Usiogope kuchukua hatua, bora ufanye uamuzi na urekebishe njiani kuliko kungojea wakati sahihi ambao huenda usifike. Kanuni ya nane uvumilivu Persistence. Hill anafundisha kuwa mafanikio makubwa mara nyingi hayaji mara moja. Kuna changamoto, vikwazo na mara nyingine hata kushindwa kwa muda. Tofauti baina ya wanaofanikiwa na wanaoshindwa mara nyingi ni uvumilivu. Uvumilivu unahitaji imani, nia thabiti na nguvu ya kisaikolojia kuendelea hata pale ambapo mazingira yanakata tamaa. Mkulima anaendelea kupanda na kuboresha mbegu zake kila msimu hadi afanikiwe kupata mavuno bora ni mfano wa uvumilivu. Bila uvumilivu hata mipango mizuri zaidi inaweza kufa mapema kwa sababu changamoto ni sehemu ya kawaida ya safari ya mafanikio. Funzo kuu: watu wengi hukata tamaa wakiwa karibu sana na mafanikio. Kanuni ya uvumilivu inatufundisha kuendelea hata tunapokutana na changamoto kwa sababu huenda mafanikio yako yako futi tatu tu mbali. Usiishie tu kusikiliza. Chagua leo ujuzi maalum utakaojenga thamani yako, tumia ubunifu wako kubuni suluhisho jipya, tengeneza mpango thabiti, fanya uamuzi wa kwanza havi sasa, na usikubali kukata tamaa. Anza leo safari yako ya kufanikisha ndoto zako, kwa sababu mafanikio yako yako hatua moja tu mbele yako. Pia usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine. Bye bye.